Karibu mtazamaji wa Zantime Media. Mimi ni mtangazaji wako Suleman Ali na hii ni nafasi nyingine tena, tumekutana katika muda mwingine tena. Leo nipo na kijana ama mwandishi wa habari chipukizi hapa Zanzibar, ambaye tutapata nafasi ya kuzungumza naye mawili matatu, lakini pia tutapata kujua safari yake nzima ya hadi anafika hatua kwa mwandishi wa habari, na bila kupoteza muda tumpe nafasi ajitambulishe, yeye ni nani na mengine yatafuata. Karibu sana, mheshimiwa. Asante sana, labda watazamaji wataka kujua wewe ni nani, na safari yako nzima ya uandishi wa habari imeanzaje anzaje hadi hapo sasa hivi ulipo? Asante uh, mi naitwa Imadi Abed. Uh, mimi ni mwandishi wa habari kwa sasa natambulika mwandishi wa kujitegemea yani freelance. Uh, safari yangu ni ni ndefu sana na nilipotoka katika masuala ya kuanza ya kuingia katika tasnia hii, lakini nikianza tu kwamba safari ya uandishi wa habari wabali, mimi uh, hii ndoto nilikuwa nayo tangu ndogo. Yes. Maanake ni jambo ambalo lilikuwepo kwenye moyo wangu na ni miongoni mwa malengo ambayo eh, nilikuwa nayo tangu nipo ndogo, na wakati nasoma shule ya msingi hata nilipoingia sekondari pia nikabahatika eh, kuwa mwandishi eh, wa pale katika ile shule nilikuwa nasoma. Eh, nilibahatika kusoma shule mbalimbali mbali, eh, hapa Zanzibar, Dar es Salaam lakini hata Tanzania bara pia nilibahatika kusoma. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa nikivifanya eh, wakati huo na wakati eh, katika safari yangu ya, ya masomo lakini baadaye pia katika harakati za maisha na maisha na tukapitia eh, sehemu tu nyingi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, baadaye nikaweza kuingia kusoma rasmi katika fani ya habari mpaka kuweza kumaliza, na namshukuru Mungu kwamba tukawa tuko vijana mpaka hivi sasa unavyoona tunafanya kazi katika tasnia hii ya habari. Ah, labda kwa kuanzia kwa wakati ambao unaanza kusomea tasnia ya habari, moyo wako ulipokea vipi ichi kitu? Kwa sababu ukiangalia kuna fani nyingi ambazo watu wanashauriana kwenda kusoma ama watu wanaamua kuzisoma, lakini wewe umeamua kusomea uandishi wa habari. Kwa mara ya kwanza pale ambapo unaanza kusoma uandishi wa habari, je, changamoto zilikuwa zilikuwa ni zipi katika kusomea uandishi wa habari kwa upande wako? Na kwanza, siku zote mtu anatakiwa kufanya jambo ambalo tunalo Penda kwenye nafsi yako. Kwa hiyo mimi uh, wakati nimeenda kusoma nimeingia chuo, na nilikwenda kusoma pale chuo cha uandishi wa habari ambacho kwa sasa kipo chini ya Suza. Eh e, baada ya kujiunga pale, kwa sababu uh, mimi mwenyewe nilikuwa napenda hii tathnia na nikaweza kwenda kusoma na nilisoma uh, mimi mwenyewe niliamua kwenda kusoma binafsi bila ya kupata shinikizo ya mtu yoyote sababu kama nilivyosema ni mwanzo ilikuwa ni ndoto yangu, na tayari manake nimekwenda kusoma hapo nyuma, nilikuwa tayari nilikuwa kwenye pilika zangu kwenye kazi zangu zingine, lakini niliamua kuziacha. Mambo yote niliamua kuyaacha, ili kwenda kupambana kwa ajili ya kufikia yale malengo yangu, na kwa sababu nikaamua kuacha kila kitu, nikaamua kwenda kusoma. Kwa hiyo nilikuwa napenda, na kitu kama unakipenda manake unajifunza vizuri na unakuwa na bidii unafanya vizuri. Kwa hiyo uh, namshukuru Mwenyezi Mungu, wakati nimeingia mwaka wa kwanza, wakati nilipoanza ile asta shahada, namshukuru Mwenyezi Mungu, matokeo yangu yalikuwa ni mazuri sana na nikafanya vizuri. Kwa hiyo tuliweza, na pamoja na wenzangu nilikuwa nao, kwa hiyo tulipambana, alhamdulillah tukamaliza. Kwa hiyo safari ilikuwa ni safari ndefu, changamoto ni nyingi unakumbana nazo. Na mpaka ku baada ya hapo tena nikaingia katika fani pia kuendelea, baada ya kumaliza astashahada nikafanya astashahada nika nika nakuweza kusoma tu baadhi ya kozi ndogo ndogo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi, ni safari kiujumla. Wakati nipo kwenye eh, kwenye masomo vitu uh, vingi nilikumbana navyo, unakuta kikubwa, unakuta wakati mwingine ni ugumu wa maisha kwa sababu uh, mtu unajikuta unajisomesha na na wakati mwingine inabidi, hali inakuwa ngumu, utaomba msaada kwa huyu na huyu, japokuwa ni watu hawakuoni lakini ili kuweza kupambana na kufikia katika malengo yako. Kwa hiyo unakuta changamoto ni nyingi, wakati mwingine muda eh, hapa darasani unahitajika, huku pengine familia inakuhitaji majukumu eh, na kwayo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu hivi ni vitu ambavyo eh, vipo katika jamii na pengine watu e, wanaweza wakaona au wakamwona mtu pengine wasiweza kumfahamu, lakini mtu wakati mwingine, na hasa watu ambao wanasoma huku wanafanya kazi, basi wana, wanakumbana na changamoto ni, ni kubwa sana katika, katika safari zao. Uh, labda kwa upande wa hatua ya kwanza kipindi ambacho unaanza kusoma, umesema wewe mwenyewe ni kitu ambacho nakipenda ndani ya moyo wako. Je, yeah, kwa upande wa pili sasa wakati ambao umeanza kusoma uandishi wa habari ama umeanza mwenyewe kujisomesha uandishi wa habari jamii ama familia imekuchukuliaje baada ya kutambua kuwa umeamua kusoma uandishi wa habari A, kwanza nashukuru Mungu kwamba familia yangu na watu wote ambao wanaonifahamu hapo mwanzo kwanza e, walifurahi sana kuniona kuingia katika hifani na kuweza kuingia chuoni, walifurahi sana wote kwa pamoja, walinipa sapoti kubwa sana, walifurahi na ushirikiano ulikuwa ni mzuri wasibabu, lukua, au, kiniona, au, kisikia, kwa sababu kila mmoja ambaye nilikuwa nikizungumza naye au akiniona au akisikia kwamba huyu anasoma au anasomea uandishi wa habari basi alikuwa akifurahi sana, na kila mmoja akiniambia kwamba e, huko unapoelekea maanake unakwenda kutimiza ndoto zako. Kwa hiyo nilikuwa najisikia faraja, na faraja yangu kubwa ni mamaangu mzazi ambaye na babaangu na ndugu zangu wote kwa ujumla walikuwa wakifurahi sana kuniona na soma na nakaribia kufikia malengo. Kwa hiyo ni jambo lilikuwa ni zuri, hakuna mtu ambaye alikuwa akini akinibeza au akinikejeli, hapana, wote kwa pamoja walikuwa, kwa kwa sababu kama nilivyokwambia kwamba nilipita sehemu nyingi, na kabla ya masuala ya habari hapo nyuma nilisomea vitu mbalimbali mbali. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye niliweza kupata vitu vingi na kufahamu tu mambo mengi. Ah okay, kuna swala moja ambalo jamii limekuwa na mtazamo nao tofauti kuhusu mwandishi wa habari, kwa sababu vijana wengi wanaamini ya kwamba unaposomea mwandishi wa habari, basi unakuwa mtu fulani ambaye una jamii inasema ni mnoko. Je, kwa upande wako, labda hakuna marafiki ambao wameamua kuwa katika kundi hilo, ama watu ambao wameanza kupewa majina ya ajabu baada ya kuamua kusoma mwandishi wa habari. Ah, kitu kama hichi E, kipo kwenye jamii, kipo kwa sababu eh, kwanza unajua, uh, waandishi wa habari wamekuwa wakiogopeka sana katika jamii eh, licha ya kuwa ni watu ambao wenye mchango mkubwa, na sababu ya kuogopeka kwa sababu ya, ya mchango wao au au, kwa sababu ya hadhi yao au nafasi yao katika, katika jamii kwa sababu eh, kwa mwandishi anayejitambua anayefahamu thamani na hadhi ya uandishi wa habari basi nafasi yake ni kubwa sana katika jamii, kwa sababu siku zote mwandishi ndiye ambaye ni sauti ya wale ambao hawana sauti, anasema kwa lugha ya pili, voice of voiceless e. Kwa hiyo mwandishi yee ndiye ambaye anayekuja kuelezea au anakuja ku, e, e, ku e, kuelezea au kufafanua tu mambo au kuhabarisha umma kuelimisha masuala e, ya kuburudisha kukosoa jamii kwa sababu bila ya habari au bila hii tasnia ya habari maana hii dunia ingekuwa ingekuwaje? Kwa sababu siku zote kwamba uh, uh, unakuta uh, kuna kitu kinaitwa masuala ya watchdog yale, unakuta na kuna vitu tu vingi katika tasnia ya habari kwa sababu uh, mfano kama katika jamii katika jamii kwamba mwananchi anataka kujua kitu kinachoendelea katika hii dunia. Kwa hiyo yule ambaye anayefanya kazi ya kumhabarisha mwananchi ni mwandishi. Mwandishi ndiye ambaye anatafuta taarifa na kumhabarisha mwananchi. Kwa hiyo mwananchi kazi yake atakaa, atasikiliza taarifa habari, atasikiliza redio, atasoma magazeti. Kwa hiyo kile kilichofanywa pale ni mwandishi. Lakini pia unakuta uongozi au serikali kiujumla, unakuta serikali pengine viongozi wa wameteuliwa au viongozi wanafanya kazi serikalini na watu wote na, na kwa hiyo maanake ni kwamba mtu pale, wakati mwingine, kuna ule ubinadamu, mtu anaweza aka akaingiwa na roho ya ambayo sio nzuri, pengine kufanya ubadhilifu au kukosea au kumwonea mtu. Kwa hiyo pale sasa, mwandishi yeye ndiye ambaye atamfanya yule mtu kuweza kukua katika njia iliyokuwa sawa, maanake kwa kuweza kufichua ile maovu wakati mwingine kum, kumfata kumwambia, wakati mwingine kufanya kufuatilia, kuna maswala ya investigative journalism, eh, na vitu kama hivyo, masuala ya uandishi wa upelelezi na mambo tu mingi. Kwa hiyo vitu hivi eh, vipo eh, vipo katika jamii. Sasa eh, watu wamekuwa na wasiwasi na waandishi kwa sababu kazi yao ni kubwa na thamani yao ni kubwa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi eh, watu baadhi eh, ya watu eh, baada ya kuniona kusomea hii fani na wasiwasi na vitu kama hivyo, lakini ni vitu vya kawaida, ni vitu vya kawaida, na kwa sababu sisi tunafanya au, au au mimi nafanya kwa sababu ya wale watu ambao wale watu ambao sauti zao ni ndogo, ee, changamoto zao sisi lazima tuziseme, changamoto zao tufuatilie, mtu ana shida gani. Na mimi binafsi najisikia faraja sana pale ambapo ninapoandika taarifa au ninapokwenda kusoma habari changamoto ya mtu lakini eh, uongozi serikali kuu ikaisikia na ikaifanyia kazi, binafsi inafanyika, imekuwa nishamsaidia yule mtu, na kwa upande mwingine pia inakuwa ni sadaka. Kwa hiyo kuna vitu kama la, labda kwa upande wa changamoto ambazo umesema jamii inakutana nazo na waandishi ndio kwa walengo wakuu wakusikirisha sehemu husika. Muda mwingine ukiongelea kwa, kwa upande wako wewe. Labda ni changamoto gani ambayo tayari ulikuta kaifanya kazi na kuibua na mwisho wa siku ikafika sehemu husika na serikali kaifanya kazi. Aa, kuna vitu vingi sana kuna, kuna taarifa tu nyingi nishaandika. E, kuna vitu vingi sana lakini, kwa haraka haraka baadhi tu ambao, e, kuna baadhi tu matukio ambayo binafsi na, nafarijika sana nikiyaona. Mfano, kuna wakati e, kwa hapa Zanzibar Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi alianzisha kuna ile programu ya kuzungumza na waandishi wa habari kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo nami pia nilibahatika, ni miongoni mwa waandishi ambao nilikuwa nakwenda kufanya ile coverage ya zile au kuattend vile eh, zile press na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya maoni niliweza kupendekeza, niliweza kuuliza kwa rais na, namshukuru Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Rais aliweza kuyafuatilia, aliweza kuyafanyia kazi mfano kuna swala kama hili la faini, ambapo kwa, kwa hapa Zanzibar ile jambo uh, lilikuwa halipo na ilikuwa changamoto kubwa sana kwa madereva, madereva wanatumia vyombo vya moto walikuwa wakipata tabu sana, pengine anapokamatwa na askari, wakati mwingine anapelekwa polisi, pengine yuko ndani, anapelekwa mahakamani na vitu kama hivyo, inakuwa ni mlongo tu mrefu, masuala ya rushwa, muda chukua kukamatwa. Lakini sasa hivi baada ya binafsi kuweza ku kupendekeza kwa Mheshimiwa Rais na alilipokea na akafurahi akalifanyia kazi. Sasa hivi tunaona hapa Zanzibar kuna huu mfumo wa faini sababu kapapo, sasa hivi maana dereva tu akifanya makosa, askari akimuona akafanya kosa na baada ya kudhibitisha basi anampa risiti, basi risiti yako hapa, wekafanye shughuli zako, baada ya wiki moja uwe ushalipa basi na kiupande fulani serikali pia inapata mapato na watu pia wanakuwa wako makini kwa hiyo ile e, ule mlundikano watu mahakamani umeweza kupungua. Sasa hii yote nimeweza kulifikisha, na namshukuru na Mungu, eh, na mshukuru Mwenyezi Mungu ili jambo kuweza kulikubali. Kwa hiyo kuna mambo tu mengi ambayo tunaweza kupendekeza katika vikao kama hivyo. Kwa hiyo, na binafsi pia kuna changamoto ambazo mitaani tunakumbana nazo pale tunapokuwa na kufanya coverage E, maswala ya taarifa, maswala ya kijamii kwa sababu ah, mimi kama nilivyokwambia, ah, mimi si mwajiriwa wa serikali, mimi ni mwandishi wa kujitegemea na natambulika hivyo, lakini kuna baadhi ya vyombo vya habari nafanya na kwenda nafanya najitolea kwa serikali, pengine binafsi unakwenda unafanya vipindi, kuna kama hizi online TV pengine watakuhitaji kwa hiyo, kupitia sehemu hizo tumebahatika kufanya coverage ya, ya vitu vingi sana. Nimshukuru Mwenyezi Mungu nimefanya kabla vitu vingi na vimeweza kuleta matokeo mazuri. E, kuna vitu vingi tu ambavyo, uh, viliweza kufanyika na nimeweza kufuatilia nikavitoa katika, katika chombo cha habari, kwa hiyo vimeleta faida kubwa kwa jamii na wenyewe wamefurahi.